Tena ndugu watazamaji wa radio televisheni ngio kumali, popote mlipo, tuasema Mwenyezi Mungu ao pamoja nasi katika kipindi chetu cha leo tariki kumi na saba ya mwezi huu wa tatu. Na hapo tunasonga mbele kwa kuelekea kabisa habari za kinaganaga kuhusu safari ya Rais Felix Tshisekedi kwenda Angola. Watu wote wanatazamia Angola na wanajiuliza sasa, wazalendo wanasema nini? Watu wengi walituita na watu wengi walijiuliza, nasi tuli jibia ya kwamba tutawajibu eh, kinaganaga ile ambao wazalendo wana, wanakuwa na eh, msimamo eh, eh, wazalendo wamefungua YouTube mpya, yani shene mpya ya wazalendo eh, inaandikwa Wazalendo RDC officiel Wazalendo RDC officiel itaanza kesho, maana imefunguliwa leo, alafu itaanza kesho. Na wazalendo wa Manyema, Kindu, tayari tuko pamoja na wao. Wazalendo wa Nord Kivu tayari tuko na wao wazalendo wa province ya Tanganyika pamoja tuko na wao e, province yetu ya Sud Kivu hapo ni shina la uzalendo. Yaani mutakuwa munapokea habari habari juu ya habari na tutakuwa tunaleta habari ya kila province na kila mzalendo, wale wa viongozi watakuwa wanazungumzia ndani kwa malengo. Wandugu wapenzi, e, tunapenda tuzungumzie habari za mtoto gani atazaliwa kwa majadiliano kwa mazungumzo ya M23 pamoja na eh, eh, Rais Felix Tshisekedi au guvernemat ya Republique Democratique du Congo. Msimamo wa wazalendo ni wapi? Tunapenda tuwaoneshe ukweli ya kwamba hakuna msimamo wa mazungumzo ambao mzalendo anakamata. Wangileta mazungumzo wakati walikuwa wangalibu na Ghana lakini baada ya kukamata Goma, baada ya kukamata Bukavu, ni hapo sasa wanakubali majadiliano kupitia Rais Felix. Anaona anakuwa mdhaifu, askari wana wanamtrai, wanasaliti jeshi la Kongo. Ni haya sana isinga likuwa sisi wazalendo ah, hivi tayari kalemini nge, ingekuwa ishashikwa hata Lubumbashi. Lakini mzalendo ni mtoto wa, wa Kongo, na anasema hivi: sisi hatukwenda vamia nchi ya watu, hivi wametuvamia sisi na wanaona kwamba sisi hatustahili. Tunakataa mazungumzo ya rais na M23, yaani ni mapatano yao, wao wanapatana, sisi ni pale pale mtuto na tunasonga mbele. Hakuna kitu kitazuia au kubadilisha mpango wa wa wa, wa, wa wetu sisi wazalendo. Mnyarwanda Mtusi atoke mu nchi yetu, gisi alikuja na gisi atatoka. Raisi, e, e, e, e, e, raisi Mobutu Sese Seko alisemaka hivi mutaifata hapo juu, kama ni kupatana na shetani, sababu Kongo isigawanike, tuko tayari. Mobutu alisema hivi, sasa mimi ninasema hivi, tutapatana na Mungu mpaka nchi yetu isigawanike. Yeye alienda upande wa shetani, ana sheria zake, lakini sisi watumishi wa Mungu tunasema pamoja na Mungu tutashinda vita hivi vya ma vyantoa vya watusi ambao wanaua, wanapora, wanahiba wa. Ndugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, wazalendo wa Kindu tunakuwa pamoja na wao wa manyema tuko pamoja na wao, mutaanza wafuata eh, katika eh, maemisheni yetu tuku, tunakuja wakatanga huko upande wa Kalemie Tanganyika tayari, yani umoja ya wazalendo wanakuwa na shene moja. Ni hii ambao mutakuwa munafuata kila kitu cha wazalendo. Munajua huko juu, wakati tuliwajulisha kwamba mvua ilipigaka kwa kuzuia watoto wetu wasi, wasi, wasifanye ile inaitwa maajabu. Walibeba silaha Munyarwanda alilia, mtusi alilia rede tabara re. Basi tuishia hapo kwa kuwaonyesha ya kwamba baada ya wazalendo kunyanganya zaidi ya, ya, ya silaha elfu moja na masase hapo, tukasema tuna nguvu ya Mwenyezi Mungu, wa ndugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku. Tuko pamoja kwa umoja juu ya nchi yetu ya Kongo Wacha ni wajulishi kitu moja, ile maintimidasio muku munasikia, o mtu akiwa na simu anazungumza wako wanaifatililia, ni uongo oo, mkikamata habari zetu munatuma kwa wazalendo, tutafatililia waadimi na wengine, ni uongo. Kongo ni yetu, na sisi tulizaliwa, tuko watoto wa Kongo, tutaachia Kongo nandi? Kama Mtusi alivamia Rwanda, kama Mtusi alivamia Uganda, kama Mtusi alivamia Kenya, si Kongo walipima. Burundi wakavamia, leo ni wautu wako pale, na sisi tutasapoti wale wautu, na tunasema hivi wautu wa, wa, jeshi la Urundi la Burundi, Burundi linatusapoti sisi wazalendo, sababu jeshi la Burundi li, leo liko Kongo juu ya wazalendo. Wacha tueleze ukweli, jeshi la Burundi liko leo Kongo juu ya wazalendo, hawajichange na jeshi la Kongo, wako hapa Kongo juu ya wazalendo, kwa kusema tunaona msimamo wa wazalendo, nasi tutakuwa pamoja na wao ili tushinde vita. Basi tunawazungumzia msimamo wa wazalendo juu ya mazungumzo ya rais Felix Tshisekedi Chilombo Antoine pamoja na M23. Sisi hatuko hapo, wapatane vyao, sisi ni mtuto. Na ikiwa rais Felix Tshisekedi atajiunga na wao juu ya kusaliti Kongo tutapiga afadhali sisi watoto wa Sid Kivu tujikate na watoto wa Nord Kivu tuwe inchi tuwe pei tofauti na malengo ya rais Felix kama anaenda jiunga pamoja na hawa watusi wanaitwa M23 na jeshi la corney nanga korney nanga iko etiketi nyuma korney nanga ni watusi bertebisimo iko etiketi nyuma bertebi simwa ni Kagame. Kwa hiyo sisi hatuna wakati na unaona, kama wao wako wanasema maneno yao, sisi tunaisikia, tunakubali, tunaiacha hivyo. Lakini mimi hivi ninasemaka maneno wanatetemeka na wanaanza ni wanaanza nikania. Sasa wakati nyinyi munaposema, hamupeni mwingine aseme, yaani tufunge vinywa na tuko kwetu. Sisi tuko kwetu, Kongo ni yetu, si ya Wanyarwanda jina yenu ni Banyarwanda, sisi ni Wakongomani na pana mipaka. Kwa hiyo tutasema mpaka dakika za mwisho wa. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngyoku, tunawapasha habari ya kwamba mzalendo anasonga mbele. Hakuna majadiliano ya sisi na Wanyarwanda. Hakuna, kama watatoka wanatoka kwa salama, lakini kama hawatoki wanafikiria huko kwenye wataenda Watamletea raisi kaende charge ya mrefu sana. Watasema ile maprovensa ambao wao wanachukua wao njo wataiongoza na raisi Chisekedi labda hataitika, na akiitika sisi tunapinga atasema majeshi ya Rwanda yaani wa, wale wa M23 na wengine ambao wameingia, watusi wa Somalia wa wapi, waje kujiingiza mjeshi la Congo. Ikiwa rais Felix atakubali, sisi tutakataa. Yaani mbele zetu sisi wakongomani tunasema, wakongomani, yani kila mkongomani atii katiba, yani constitution yetu inasema mtu yoyote anayojiinuka anayojiinua kwa kukamata madaraka kwa nguvu tupingane naye. Yaani sisi wazalendo tunasimamia tuna, tuna, tuna, tuna, tuna ile wanaita katiba ya Kongo, na Mungu iko juu yetu, na katiba ya Kongo iko pamoja nasi. Yaani tutashinda vita mahali popote mulipo wazalendo. Tunasema wazalendo ambao wako Ulaya magrupe ya arme zote zenye kuwa mkongo ambao wengine wako Ulaya. Leo tulizungumza na wandugu ambao wako Kanada, eh, ni wandugu Wanande. Tunasema tushikamare pamoja. Tunasema kila anayeitwa mzalendo, namba ziko hapo chini, ita tuzungumze pamoja tushinde hivi vita vya M23. Hawa watusi wanatafuta shambili. Unajua, mtusi anaposikia hivi anasema tumtafute Amisi, tumuue Amisi. Akifa, msimamo ni ule ule. Si jemadari, ebu ila likufa, msimamo ni ule ule. Mtuto juu ya mtuto, mpaka amani salama ingie katika nchi yetu. Asante kwa wandugu wote ambao walisukuma walisukuma pesa, tuliona eh, wandugu wengi tunaona, ndugu forse alisukuma eh, tunaona eh, eh, eh, ndugu eh, eh, eh, wanasema tusikuwe tunasema majina. Aha, ni makode. mimi jina yangu ni Hamisi lakini, nikitoa pesa yangu mimi nasema wanipatie kode na kode mimi nitatosha nikikonde Ndugu kikonde anatoa pesa za, za, kuse, za kusapoti wazalendo. Sikie nafasi mzuri ile, kikonde siyo jina la mtu, ni jina ya mji. Tunda bora anatoa, sio ule tunda bora ambao wewe unaweza fikiria. Kwa hiyo watu wengi wanasema kwa nini tuko tunasema majina, tunasema majina hadharani? Ni makod, sababu ule mtu ajue kwamba pesa zake zilifika, tunazipokea na wakati tutaanza gawa hivyo vitu sababu tuko na makodi tutazipitisha tena kwenye mtandao. Vyama vya siasa vya wazalendo, kuna vyama vingi vya siasa vya wazalendo ambao haviko legalize, haviko ofisiel. Ni wakati wa sisi kujiunga pamoja tufanye vyama viwili, wa ndugu wasikilizaji, tufanye vyama viwili, tufanye chama ambacho kitajiunga na Rais Felix Chisekedi ikiwa ana malengo ya uzalendo, na tunafanya chama cha reserve kinaitwa chama cha opposition, yaani kinapatana na wakina faulo fayulu, kinapatana na wakina hapana, wakina kabila hapana, a -a, a -a, wengine a -a. E, wale ambao tunaona wanaweza kuwa wazalendo tunapatana na wao. Ile chama ambayo itaingia katika ya wazalendo, ninasema itaingia katika opposition ni kwa kuconvaincre wale watu waitike mikataba ya sisi wazalendo, kupenda nchi. Ikiwa leo wa, wa, waskari wako wanaenda wanakimbia, wanatupa, wanatupa silaha wanaenda, sababu hawana uzalendo, hawakufunzwa uzalendo. Na kwa ile kundi ya wazalendo ile Wazalendo RDC Officiel kutakuwa mafunzo ya uzalendo, walibadilisha ile jina. Na wasasa, baada ya sisi wote wa RDC ambao tayari wamejiunga, tunafanya hiyo hiyo eh, youtube ambayo inaitwa Wazalendo RDC Officiel. Hapo utatuona a partir ya kesho, wanaanza sukuma mambo mazuri. Kwa hiyo tunakukaribisha kukaribisha ujiabone na tena ujiabone na namba za mpya ziko hapa sasa. Hizi hizi namba hizi za, za Orange eh, unatia kadi ya Congo 85 wisa 88 65 95 hiyo namba ita hayo sasa, sababu ile ya Airtel ambayo niona pembeni imejaa na watu wanaita, yaani simu inapamba moto, kwa hiyo tunakuwa na namba e e e e ya mpya ambao unatuita, tunaorozesha hiyo namba, na tutakuwa tunasukuma ile namba. Ni Wazalendo, mahali popote mzalendo yuko, namba mpya iko hapo, ambapo tunaomba kila mzalendo, kuna ripoti, kuna habari, kuna kuna video, kuna yani kila kitu kinachohusika Wazalendo, namba ni hapo chini, hiyo ya Orange. Tutakuwa tayari kwa kuwajulisha na kwa kutangaza ile ya RTL ya 999737352 ile inabaki hivyo. Sasa kunafunguliwa namba ya mpya iko ndani WhatsApp. Wandugu watazamaji wa radio television Ngyoku, yaani mapambano ni juu ya mapambano. Tulishinda vita milimani, mnyarwandari hivi tuko tunasema tuko kabingu wanaojua kabimbu, yaani tuku tunaona Minembwe ni hile <laughs> Wanyarwanda wanatetemeka, bado safari, bado ile wimbo inia, inia, kama ni ya Tanzania kama ndiyo ya Tanzania safari bado, watusi M23 korne e, e, e, e, nanga vikundi vyote tunasema, safari bado, tayari tuko kabingu e na tutaona mengine e. Tunasema Nyangezi, pokeeni wazalendo Bukavu, mujiandae, pokeeni wazalendo. wali, walipiga ndugu yetu e, e, Foka Mike wakamtoa. Tunasema wa ndugu zetu wa mushi, msikuwe balash, msikuwe banafiki, musikuwe, ba musikuwe ba, ba, ba zaifu. Foka Mike alikuwa trai na vijiji watu wanaogopa, mnaogopa nini? Kongo yenu leo, Bukavu musimiko chini ya ulinzi eh? Wako wanaingia 18h. Bukavu ilikuwa mgini saa yote, kuko kuko moto zinazunguruka, ama taksi tusa Goma vilevile vile. leo dizwiteri. kila mtu kwake. Njoo mtaishi ile, njoo mgini ile, njoo kukombolewa leo. Foka Mike alirudia ali eh, tulikuwa naye kwa mtandao sasa tunasema hivi, upande ambao Foka Mike iko na kuja muwapokee, wako tayari e, eneo yani mambo Bukavu, poke, ni sambamba. Bukavu pokeeni Wazalendo, na tunasema baada ya Bukavu yani, wakati Bukavu inachukuliwa ile ile siku Gomi naaza ataki Eh, na sisi tunajua mpango ambao tunaandaa. Gomi itapigwa na fro tatu Hapana! hey, mchezo basi wa ndugu ambao wazalendo wa Nord Kivu, asante. Maana yaliyo tuliyozungumza leo yalijenga moyo wangu. Musivunjike moyo, tupambane mpaka dakika za mwisho. Ikiwa gomi ilianguka juu ya Rutshuru na Masisi, maana huko wenye watusi walizalana sana. Ah, tutawaokoa Watoto Wagoma, mshushe roho, wokovu iko njiani, wazalendo wanasimama. Kwa hiyo wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, ni radio ya wazalendo na tayari, eh, wamefanya YouTube mpya, shene mpya ya wazalendo ambao wanaandika wazalendo, wazalendo RDC official hapo mutakuwa munaona ripoti zote Muta, mutaona ile sura ya mtu iko na mkuki iko na mshale kakitambaa karuji mkichwa, ni mtu mweusi, mweusi sana, yaani alisha teseka anateseka, ni kasura ka mtu kaisha teseka, lakini macho iko mweupe iko naona, macho ya mzalendo iko inaona. Njoo sura utaona ile sura, utaona ile picha hapa, ile picha ambayo mutaona pale, njoo enye mutaona kwa ile mtandao. Hey, wandugu wasikilizaji, tunasema hivi kwa kumalizia. Sisi hatusapoti mapatano ya Rais Felix Tshisekedi na m ventro hatuko ak wapatane, wafanye vyao. Kama Mnyarwanda anapatana na raisi watoke waende basi, tunakubali, lakini kama ni kwa sababu ya kugandamiza Kongo, mzalendo ana kataa katakata ana kataa kwa nguvu, na tunaomba wandugu zetu bamushi, bamushi muko na pesa, bandande muko na pesa, ni wakati wa kusapoti sasa wazalendo. Ni wakati wa sisi kusimama kama mtu umoja jupa tupate kukombolewa. Wacha ni malizi wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio television Yoku, kuna bakia neno la mwisho ni malizi tusitazami ye bapolitisie ba Kinchasa, tusitazami ye badepite bongo. Narudilia rudilia, tusitazami ye bapolitisie betu benyebiko Kinchasa banasema nini, tusitazami ye badepite. Si ye tutazamiye mzalendo na uzalendo, yani moto tuoko wenci etu Ba député leo, Bukavu haina ba député, haina sababu benyewali bavote balishengia mu muregime ingine. Ni kusema biko Kinchasa etikete. Kwa hiyo banoro Kivu vilevile bagoma na nafasi zingine. Kwa hiyo sisi ni msimamo wa mzalendo ya uzalendo, tuna kuomba msaada. Hatuombe pesa za, za maelfu mamilioni, tuma ulionayo tuuze hema hema, mvua mwezi wa ine ni hatari ya mvua, tuuze hema, tuuze godio ile godio ile mabotini magodio ya plastiki. Sababu gani? Tuna watoto wako wanapigana na yeboyebo wako wanapigana na lipapa, mzalendo anapigana na lipapa. Sasa ufikiri lipapa itakimbia mupori namna gani? Simiiba wa ndugu wapenzi tusupoti ni wakati wa Mnyarwanda alikusanya ali, ali pesa miaka kwa hii vita ambao wanapiga, lakini sisi tunatafuta tuzarao, wale wa viongozi wa mastate wako Amerika, wako wako Kanada na nchi, wanatafuta vamia wakongomani wa wasitoe wanatafuta wavamia e, nyinyi tufanye hivi tujorganize hivi, ile ni kupenda kuvamia mdo huko naenda na unapita tunawaomba mkongomani atoe pesa zake binafsi, yaani mkianza michango michango michango inakamata mda na kuna wakati watu watapinga, na kuna wakati watu wanasema siye peke tutume mtu atoka Amerika, atoka Canada, atoka Australia, akuye bo atukatae kukuja sababu ya, ya saki mia mbili ya unga, njo mtatuma mtu au anakuja promenade wa ndugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, tujiunge pamoja. Sisi ni wazalendo, tunapinga mazungumzo ya rais Felix Tshisekedi na M23. Ni byake ni byabo, si hapana. Msimamo ni pale pale. Ya pili Tusitazamie bapolitisien penye kuwa pa Kinshasa na badepité badepité, bingi habana cha kusema, ni maparti politiki itasema mpaka leo Vital Kamerhe haya sema mpaka leo, batini kwebu hayasema, banangojea nini na nani? Batoto ya Bukavu, Bukavu ishavamio bako kindwa eh? kwa nini awa wandugu zetu wa Norkivu ba mwenye alikuwaka guverner eh, eh, eh, eh, pa, Jilie Paluku. Na bengine, na bengine, wako wapi? Bambusa Nyamusi wako wapi? Na bengine hatuwakatae, lakini ni wakati sasa wao kusapoti wazalendo, na kama hawasapoti wazalendo tunabatia mwantre. Parantezi, karibuni tena kipindi cha kesho, tutakuwa pamoja nanyi. Basi tusapoti, tunaomba msaada wako, namba ziko pale, ita tuzungumze, msaada unafika hivi. Watagawa mahema kesho. E, siku ya ine, msamahani, siku ya ine tutagawa mahema, tuzike kwanza e, e, jemadari mkuu mtetezi ambaye atazikwa siku ya tatu, gisi tulisikia program, na siku ya ine wazalendo watateremkia baraka na kuanza kupata misaada yao, na kuna msaada ambao itapanda pleni ya Ruzizi. Tunasema baraka sababu wale watu wako kumilima kufro wako wanateremkia baraka, wanapata misaada na wanapandisha Shukrani kwa wote ambao wana support Wazalendo, tunakuomba na wewe mchango wako, tafadhali tusaidie Wazalendo ni kukomboa wa nchi yetu difra yako di dolare yako en dolare yako ni kukomboa Kongo ni mikono ya adui. Chao.